ya mbunge kufika katika eneo ambayo ndio unalisimamia, lakini tumeona pia Frank Mang'ati ambaye yeye ni diwani eh, wa eneo ya Pugu. Je, kwako wewe inaleta muono wa aina gani? Hakika nataka niwaambie kitu, jimbo la Ukonga tumebarikiwa na tumebahatika kuwa na solidarity kati ya tuko madiwani saba, yaani ukimwacha Mang'ati sisi wote saba tuko pamoja sana, na leo wangeweza kuja wote sisi, timu yetu tumekuwa pamoja toka kipindi tunatafuta mpaka tumepata kukalia viti vyetu. Sisi tunafanya kazi zetu kwa pamoja, na hata kuwa kuna jambo la mmoja lazima tushiriki wengine, pia wameshiriki na sisi kwa kutuambia leo na dharura na hivi, lakini pia vile vile tuna viti maalum wawili, kwa hiyo tuko tisa, sisi tisa, namba tisa hii iogope sana. Jimbo la Ukonga tuna umoja mzuri sana kiupekee. Nipende kumshukuru sana ndugu yangu Mangati. Mangati ametoka safari kwa ajili ya Uh, madiwani kutuwakilisha alikuwa yuko kwenye kutengeneza ripoti yake, akaniambia naacha nitatengeneza usiku. Kwa hiyo namshukuru sana kwamba ameweza kuacha kazi ile ya kuandaa ripoti na kesho anaiwasilisha, lakini amekuja kuungana nami bega kwa bega, na mmeona ni jirani yangu, kwa hiyo tunajuana shida za wakazi wetu ni nini, na vilevile namshukuru sana kwa sababu ni mkongwe kidogo kwenye siasa, kwa hiyo kuna vitu anajifunza kutoka kwa Mang'ati.